Mheshimiwa Rais kama alivyoahidi kwenye kampeni zake, aliahidi kuanzisha e, ma, ma, maliziano kwamba kuleta utengamano wa kitaifa, na jambo hilo tumeliona na tayari hatua ameshaanza kuchukua, ikiwemo kuundwa tume ambayo inachunguza kwanza kile kilichotokea tarehe tisa. Kwa hiyo kwa kweli Mheshimiwa Rais kwenye jambo hili, kwa kweli nampongeza sana sana sana sana, amefanya kwa ufupi, tunasema extraordinary yani eh, amefanya kuliko kawaida ya, ya vile tulivyokuwa tunatarajia. Lakini pia kwa mfano, kuna kitu kikubwa aliahidi kwenye swala la bima, swala la bima kwa wote. Jambo hili ni la kitaifa na unazungumzia zaidi ya wananchi eh, milioni sitini unafu nasemea bima watu wengi, na upande mwingine watu wengi walikuwa naona kama ni jambo ambalo haliwezekani, yani ilikuwa na jambo kama haliwezekani, na pengine walikuwa nahisi kwamba tu ni, ma ni maneno ya wanasiasa. Lakini mheshimiwa rais ameonyesha kwa vitendo ndani ya siku hizi mia moja kwa hatua ambazo amezichukua, lakini mpaka sasa hivi kwamba tayari tunaingia kwenye majaribio ya kwanza kabisa kwenye bima kwa wote ambapo tu, uh, kama mpango ukikamilika, tunaenda kuhakikisha wananchi zaidi ya milioni sitini wanapata huduma ya kiafya. Kuna wazee hapa ambao walikuwa wanakutana na changamoto za kiafya, tuna watoto ambao tuna kina mama afu tuna, tuna walemavu ambao wengine kiuchumi, kwa hiyo hata maskini yule mdogo anakwenda kuonja harufu ya, ya, ya, ya utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais wa, wa Dkt. Samia Suluhu Hassan.